Pendo, watumsifu Yesu Kristo. Basi leo tuko hapa kumshukuru mwenyezi Mungu, tunasherekea kwa kweli baraka na neema ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, baraka na neema kwa wahitimu wetu wanachuo, nao baki kwa walezi au wahadhiri wote, lakini na jumuiya nzima ya amukta hapa. Naomba tumshukuru Mungu kwa yote haya. Tunashukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao wamewasindikiza au wamesindikiza chuo au kwa upande mwingine wamewasindikiza wale ambao leo sisi leo tunafanya mahafali kwa ajili yao. Kwa wengine inaweza kuwa wazazi, wengine wanaweza kuwa marafiki zao, wengine taasisi zao, wengine ndugu jamaa, makundi yote ambayo yamekuwa na msaada, natoa shukrani kwao. Nashukuru kwa mafanikio, lakini kwa upande mwingine siku kama ya leo ni siku ya kuomba. Tunaomba zaidi baraka za Mungu, kwamba hawa ambao wamehitimu wawe pia baraka, wamtukuze Mungu, wawe baraka kwa watu ambao watawahudumia, hata pia kwa mazingira wawe baraka. Lakini pia tunaomba kwa ajili ya chuo AMUCTA, iendelee kuzaa matunda mema, tunda ya watu ambao watamtukuza Mungu watakaofaa au watafaa jamii yetu watakaoifaa mazingira kwa kila kitu kwa ujumla. Masomo ambayo tumesikia yanatusaidia kutafakari vizuri, ili wazo la shukrani na kuomba katika somo la Injili, Injili ya Luka sura ya 17 aya 11 na kuendelea, tumesikia Yesu kiwatakasa wakoma kwa kumi, lakini anamsifu mmoja Msamaria ambaye peke yake alirudi kushukuru. Ukitazama vizuri hawa au hili kundi la wakoma, unaona wakati wa shida walikuwa pamoja, wakati wa mahangaiko wakiwa wametengwa walikuwa pamoja, hata kama wametoka mazingira tofauti tofauti. Hapa tunaona Wayahudi pamoja na Wasamaria wanachanganyikana, jambo ambalo sio la kawaida. Ni kama watu walioko gerezani pale, kila mtu ameingia labda kwa shida tofauti, wanaweza kuwa watuhumiwa au wengine walioyafanya, kila mmoja ya kwake ulikana lakini wakati huo shida yale, wote wana shida. Pia wakati wa kuomba waliomba pamoja, tunaambiwa walimwambia Kristu, au Yesu, mwana wa Mungu, uturehemu, utuhurumie. Hata sisi katika safari yetu, wakati wa mahangaiko, wakati wa masomo, inawezekana kuna wakati ambao tumeshikana vizuri, tukiomba jumuiya nzima ya Mukta inaomba kwa mahitaji, lakini sisi tunaosoma, tunaolenga mambo fulani, wakati mwingine pia tunashikana, tunaomba kwa pamoja. Wakati ule wa kutekeleza maelezo ya Kristo, maelekezo ya Kristo, pia walikuwa pamoja, walipokea maelekezo, wakaondoka wote, hakuna aliyebaki. Wakati wa kwenda, wote waliondoka kumi kwenda kwa kuhani kujionyesha. Nendeni mkajionyeshe kwa kuhani. Waliondoka wakuoji si tumeomba kutakaswa, unatuelekeza, lakini waliondoka kwenda kutekeleza haya. Sasa tofauti inaanzia wapi? Kwa kweli tofauti ni baada ya kupona, baada ya kutakasika. Hapo wanaachana, kila mmoja alielekea anakojua, labda wengine walirudi kwenye familia zao wakafurahi na wenzao wengine, labda kwenye biashara zao, wengine mazingira wanayojua, wengine kufurahi na kurukur, kurukaruka huko, inategemea walivyojipanga. Kila mmoja alienda kwa uhuru wake akafanya alilo, analojua. Isipokuwa huyu mmoja alirudi kusema asante. Msamaria alisema asante kwa Kristo, tendo ambalo limempa ukamilifu wa utakaso na sehemu hii ndiyo yenye fundisho kubwa, fundisho kubwa kwa maana ya kwamba e, yako mengine mengi, lakini hapa tunaweza tukatafakari juu ya haya. La kwanza, kwa kweli, Mungu ni mwenye huruma, mwenye huruma na mwenye haki. Tumemwona kwa njia ya Kristo alivyotenda, ombi lilivyopelekwa kwake Hakuuliza wewe ni wa hivi, wewe una zaidi. Aliloangalia ni nia yao, wameomba na wanahitaji msaada, na akajibu mara moja. Na tena, waliomba kwa mbali, wakiwa mbali, kwa sababu wametengwa, na hivi hawakutaka waungane na wengine, wako najisi, lakini anawahurumia. Kumbe Mungu hata tukiwa mbali bado anatekeleza kile kinachotakiwa ili mradi tumeomba. Mungu ni mwenye huruma, tumwendee. Kila dhambi ambayo tunaifanya inatutenga na Mungu, tunaweza kuilinganisha hata na ukoma. Mwenye dhambi, dhambi zingine za uwazi, huwa watu wanatengwa tu wazi wazi kutokana na na dhambi hizo, kama ni jambazi, kama ni mwizi, kwani tunapenda tukae naye? Tunamtenga, au wanayeua tunamtenga. Mazingira ya dhambi na yenyewe yanatuweka mbali mbali pia na Mwenyezi Mungu na wakati mwingine hata mbali na wenzetu. La pili ambalo tunaona ni muhimu, hapa kuna umuhimu wa kuomba. Tukiomba tutapokea. Injili ya Matayo sura ya saba saba, inatuambia ombeni nanyi mtapewa Tafuteni mtapata, bisheni mtafunguliwa. Hawa waliomba wakapokea, nina imani hata ninyi mliomba mkapokea mlichoomba. Mafanikio haya faulu, na leo kutunukiwa, iwe shahada iwe nini, matokeo ya kuomba pamoja na bidii ambayo tumeifanya hiyo. Nafasi ya kuomba, umuhimu wa kuomba, siku zote muhimu. Lakini jambo la tatu kuna umuhimu pia wa kusikiliza maelekezo ya Mungu tunapoomba. Wakati mwingine tunaweza kushindwa kupokea, kwa sababu hatusikii Mungu anataka nini. Hawa waliambiwa waondoke, wakajionyeshe kwa kuhani, waliondoka, wakapokea kile walichohitaji. Bahati mbaya tu, baada ya kupokea, furaha ilifunika yale ambayo, yale ambayo ni muhimu, yaliyotakiwa. Tunaona tu tendo la moja kurudi umuhimu wa kusikiliza maelekezo ya mwenyezi nende, Mungu nendeni mkajionyesha. Mungu huwa anatupa maelekezo tunapoomba, au wakati mwingine tunapohitaji, kwa sababu anaona mahangaiko yetu, yako maelekezo ya Mungu. Maelekezo haya pia yanadai kuwajibika. Hapa walipoambia waende, maana yake wasisubiri tu pale, watekeleze sehemu yao. Sisi tulipokuwa tunasoma wakati tuna pengine tunapokea mafunzo yetu tulitakiwa kufanya bidii. Waliofundisha wale waliokuwa na tufunza wao, walikuwa na sehemu yao, lakini sisi tuna sehemu yetu, lazima kujifunza kwa bidii na baadaye kujaribu kuweka kwenye matendo ule uelewa wa yale ambayo tumepokea. Juu ya hayo, tunaomba baraka za Mwenyezi Mungu kusikiliza na vile vile kuwajibika. Jambo la nne ambalo ni muhimu sana, ndio hili la shukrani. Baada ya kuomba na kupokea, tunahitaji kushukuru, au hata tukiwa bado na matumaini. Sijui kama kuna ambao waliwahi kukata kukata, kukata tamaa walipokutana na supplementary, kwamba basi nimeomba novena zote hizo, naamka saa tisa na, na kuendelea na mengine mengi kwamba hamna haja ya kuomba Eh, kuwa na matumaini. Hata yale matumaini pia yanahitaji shukrani, kwa sababu Mungu hachoki. Tumwendee mara ngapi yeye, wakati wote atatujalia. Msamaria alirudi kushukuru, na hapo Yesu, ndipo anapomhudumia. Lakini pia alihoji wale kenda, wako wapi? Amerudi huyu mmoja, wale wengine wako wapi? amerudi huyu mgeni peke yake, alimhudumia na akamwambia, simama uende zako, imani yako imekuponya. Kama alivyofanya kwa wengine, yule mama mkosefu dhambi alimwambia, imani yako imekuponya, enda zako. Tunaona shukrani imeongeza baraka zaidi, imempa neema ya utakaso. Huyu ambaye alirudi, alipiga magoti Kuambiwa simama, maana yake alifika kwa unyenyekevu, alijiweka mikononi mwa huyo ambaye ni Muumba, akaona hata hastahili kile alichotendewa, lakini akapata zaidi. Wengine wote walipona, miili yao iliponywa, lakini mgeni huyu Msamaria yeye, ambaye alidharauliwa, unyenyekevu wake uliponya roho. Tunahitaji kuwa hivyo mbele ya Mwenyezi Mungu yote ambayo tunayafanya au tumeyapokea yanahitaji shukrani. Kuna tunayafahamu na mengine hata hatuyafahamu, tulioomba na mengine hatukuomba, yote yanahitaji. Sisi leo tujifunze hapo, pengine tutafakari jinsi ambavyo tunafanya katika mambo ya kawaida eh, kuomba pamoja. Mara nyingi tunaomba pamoja, katika kushukuru haturudi wote lakini pengine tunasikiliza na kupokea mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwenye kutekeleza, kuwajibika, tunatofautiana. Wakati mwingine tunasahau kurudi, hasa tukiwa salama. Ikitokea shida, tunarudi tena. Tunarudi wakati wa shida, mahangaiko, ugonjwa, nini, tunarudi narudi kabla ya mafanikio. Mimi nimetoa mfano kwa sababu tuko kwenye taasisi ya elimu, basi wakati wa kujitayarisha pengine mitihani na nini, ni wakati mtu nasali novena nyingi ya Rita ya nani rozari, misa takatifu yako mengi, si ndio ya jamani? Na ni muhimu kufanya hivyo inafaa sana pia kufanya wakati wa kawaida, na baada ya hapo, somo la pili, somo la kwanza, kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya saba aya saba na kuendelea, lenyewe linatuongoza vizuri kuhusu kushukuru. Somo hili ni sehemu ya sala ya shukurani ya huyu Sulemani baada ya kusikilizwa yeye. Anasema niliomba nikasikilizwa, nilimwita Mungu nikajiliwa na roho wa hekima, alinifanikisha mwenyewe, nimejaliwa mwanga na mema yote Nami sasa ninafurahi, ni kama ninyi sasa mnafurahi. Bila shaka hiyo pia ni sala yetu, tuliomba tukasikilizwa, tulimwita Mwenyezi Mungu tukajaliwa roho ya hekima, mema ya Mwenyezi Mungu, baraka za Mwenyezi Mungu, sala yetu hii isikilizwe. Tulitamani kufikia hatua hii, kweli tumeifikia, tunashukuru. Ukitazama nyuma mnajua mapito yalikuwaje? Nyakati chungu zilikuwepo, za furaha zilikuwepo, zilikuwepo zisizoeleweka zilikuwepo, lakini leo tunaona matunda yake. Somo la pili waraka wa mtume Paulo kwa Efeso sura ya tatu aya na kuendelea. Somo hili linatukumbusha kushukuru, lakini kwa kuelewa upendo wa Mungu ambao tunauona kwa njia ya Kristu mwenye huruma kama alivyotenda kwenye Injili, lakini katika yote hasa alivyojitoa akateswa, akafa, akafufuka kwa ajili ya wote wenye dhambi. Hao mpaswa kushukuru ndio sisi, lakini shukrani ya pekee ambayo tunadaiwa, mimi ningeweza kuiweka katika vipengele vifuatavyo. Ya kwanza ni kuishi vizuri, kuishi vizuri tunaweza kuadhimisha misa hapa tukamwambia mwenyezi Mungu asante, lakini baada ya hapo, kama hatutaishi vizuri, shukrani haina maana. Mshukuru mwenyezi Mungu kwa kuishi vizuri. nafasi ambayo tumepewa au tutakayopewa nafasi katika maisha ionyeshe, ionyeshe kuwa watu wa shukrani, waliolelewa vizuri, wanaofahamu, waliongozwa na mwenyezi Mungu, wanaofahamu au wanaokumbuka kwamba waliomba wakaajiriwa na roho wa hekima ya Mungu. Sasa wanatakiwa waseme na watende vizuri, tena kwa haki. La pili ni kutumia kwa ukarimu taaluma tuliyopewa. Hii ni zawadi ya Mwenyezi Mungu, taaluma tuliyopewa. Karama kwa kawaida ni kwa ajili ya wengine. Huwezi kujivunia karama, nina karama hii, ni yangu. Itakufaa nini kama mbaki kwako? karama kwa ajili ya wengine, na itumike kwa ajili ya wengine, bina ubinafsi wala sio kwa uchoyo, kwa weledi, kwa haki na kwa uadilifu. Namna hii itaonyesha shukrani, shukrani ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Na tatu, kwa kujali utu, kwa kuheshimu watu, lakini pia kwa kuwa baraka, baraka kwa kila mtu. Mungu amekuwa baraka kwetu ili tuonyeshe upendo huu kwa wengine. Ushuhuda unatolewa kwa matendo. Baraka pia kwa mazingira, ni mazingira tuliyopewa yanayohitaji kuboreshwa kwa taaluma zetu, tafiti tutakazofanya na kila kitu. Hiyo ndio kwa ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Lakini la nne, sio kwa umuhimu pengine, katika mpango wangu huu, kwa kweli ni kuwa mabalozi wazuri shukrani yetu kwa taasisi hii kwa AMUCTA au sauti kwa ujumla, kwa kweli ni kuwa mabalozi wazuri, mabalozi kwa kuishi kwetu, mabalozi kwa umahiri katika kutumia maarifa e, taaluma takazo kuwa nazo, kutenda kwa weledi kwa ujumla, tena kwa haki na kwa uadilifu, kuwa mabalozi katika nyakati zetu hizi ambazo zina ushindani mwingi. Ushindani uwe wa ujasiriamali, ushindani uwe katika kazi yoyote, ajira, ya kila kitu. Ushindani uliopo, inapaswa kufanya bidii, kifanya bidii. Mtu mwadilifu siku zote hakosi nafasi. Uadilifu unabaki kuwa na nafasi mbele ya Mungu na mbele ya watu. Tuwe waadilifu. Kwa kuhitimisha Nipende kuwapongeza wale wote ambao leo ndio umetufanya tuwepo hapa, wenye mahafali hafali ya kumi na moja. Hongereni sana, tunawapongeza tunawaombea yote yaliyo mema. Lakini pia tunapongeza chuo chetu, waadhiri wote na uongozi kwa ujumla, kwa kuwezesha yote mpaka hatua ya leo. Ongereni na asanteni sana ambao mko hapa, mliopewa nafasi ya kuhudumia, mmewakilisha kanisa, mewakilisha jamii ya watu, mewakilisha baraza la maaskofu e, ili kuhakikisha ule wajibu wa kumhudumia mwanadamu kiroho na kimwili unatimia. Hatua kwa hatua, ndio tunaonja matunda kama haya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu na tunaendelea kupongeza santeni Mwenyezi Mungu atubariki.